Mafunzo mbalimbali mbali ya uongozi ambayo yamekuwa yakitolewa na shirika lisilo la kiserikali la Door of Hope Tanzania lenye makao makuu yake hapa mkoani Mtwara yameendelea kuwaibua wanawake katika maeneo tofauti na kupata uthubutu wa kugombea nafasi za uongozi na wengine kufanikisha kushika hatamu. Moja kati ya wanawake hao ni diwani mteule wa kata ya Moma, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara, Bi Zainabu Ally Namkwanga, aliyesimama katikati ya wanaume wawili wenye nguvu na ushawishi, lakini kutokana na mafunzo yaliyopewa, Tanzania, TV, here, na mafunzo yaliyopewa kutoka Door of Hope Tanzania imemsaidia kushinda katikati ya wanaume hao. Faida Online TV watu wa Field hapa na tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, sisi ni watu wa Field, baki baki nasi. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Ally Namkwanga, ni diwani mteule Kata ya Moma. Hili shirika nashukuru sana limenisaidia na kuweza mimi kuniibua mpaka nikaweza kuwa diwani kwa ushauri wao na maelekezo yao, ambao waliyatoa mafunzo awali kwa baadhi ya wana wanawake. Ambao walishiriki kwenye mafunzo haya walizungumzia sana sana kuhusu uongozi na wanawake, ikaonyesha sema wanawake hatutakuwa tunaweza kushinda kwa ajili ya wanaume watakuwa kipaumbele zaidi, kutegemea na jamii jinsi walivyozoea. Shirika hili lilitupambania kwetu sisi wanawake ili kuweza kuhamasisha na sisi wanawake tujitoe kule ambako tuliko, kwa kudai zana ya kusema uongozi mwanamke hauwezi, ili tuone sisi tunafika kwenye maamuzi na sisi. Changamoto nilizopitia ni changamoto hususani, kwa mfano kama ni wanawake, kuna baadhi ya wanawake wa hawakuwa tayari kabisa ndani juu yangu mimi, walikuwa na juu ya mwanamme ambaye alikuwa madarakani kipindi kilichopita, lakini ninashukuru wanawake ambao walinielewa na kunikubali, walipambaniana mpaka wakaonyesha mimi wananiibua. Maoni yangu kwa shirika hili, nilikuwa ninaomba kama inawezekana watenge muda na kukutana kwenye mikutano ya hadhara ambayo ile mikutano ya vijiji kwa pamoja, wakianzia na wajumbe wa serikali ya kijiji, wakishatoka hapo waingie kabisa kwenye mikutano ya hadhara ili kutoa maelekezo zaidi ndani ya wananchi wote, wanaume na wanawake, wakiwemo wanawake wawe na wenyewe pia wanasikia haya, na wawe wanauelewa wa kusema sisi tunaweza tukashika nafasi mbalimbali za uongozi bila kuwepo na ubaguzi wowote wa, wa kijinsia. Kwa majina naitwa Kate Francis Maria Watu, ni katibu wa kikundi cha tupendane kinachopatikana kijiji cha Moma, kata ya Moma. Aa, mimi ni mdau wa shirika la Door of Hope ambalo linatoa mafunzo ya wanawake na uongozi. E, nafasi ya Door of Hope kupambania wanawake kwa uongozi ni kubwa na imetusaidia katika kata kat kat ya Moma, naweza nikasema, yani imechukua asilimia mia moja kwa elimu aliyoitoa sababu watu wengi tulikuwa tuna ile dhana ya kuonekana mwanamke hawezi kuongoza na wanawake walikuwa wengi hatujiamini lakini baada ya kupata mafunzo, hata mimi mwenyewe nilikuwa kwenye ulingo wa kisiasa au uongozi wowote ule, nilikuwa mwoga, nilikuwa sio jasiri, yani nilikuwa nashindwa kusimama mbele ya watu na kuongea. Lakini baada ya kupata mafunzo, hata mimi mwenyewe nilihamasika, nikapata uzoefu, na mimi nikaamua nichukue fomu. Lakini nikaona katika zile sifa ambazo zinatakiwa kwa kiongozi, inatakiwa ajitume, akubalike. Sikuwa mchoyo kwamba eti ziwe yale mafunzo ni yakalemi peke yangu kwa vile mimi nilikuwa mgeni, nimeanza kwenye ulingo wa siasa 2023, nikaona ngoja ni niwatafute wale ambao wako tangu zamani. Nikaanza kuwapitia kwenye vikundi, kuwapa mafunzo ya Door of Hope na nini kinatakiwa kina, kina kifanyike. Moto huu ulioanzishwa na shirika hili la Door of Hope Tanzania, kama utaendelea kuchochewa kuni kwa wakati, basi tunatarajia kuona wanawake wengi wa mkoa wa Mtwara wakijitokeza na kushika nafasi mbalimbali za uongozi, kwa sababu inawasaidia kuwapa ujasiri na uthubutu wa kupigania nafasi zao. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe, kulike na kukomenti chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa fildi. Asante na kwa heri.